Kwaresima ni kipindi cha siku arobaini zilizowekwa na mama kanisa bila ya kuhesabu Dominika sita zinazoangukia katika kipindi hiki kwa ajili ya wamini kujiandaa kutafakari mafumbo ya mateso kifo cha Yesu na ufuko wake mtakatifu yaani, Pasaka. Kwaresma kuanza Jumatano ya majivu na kuisha rasmi mwanzo mwa misa ya karamu ya mwisho siku ya Alhamisi Kuu jioni. Namba 40 ina msingi wake kutokana na simulizi mbili za kibiblia simulizi. La kwanza ni la Waisraeli walitangatanga jangwani miaka 40 kabla ya kuingia nchi ya hadi nchi ya Kanaani nchi inayofurika maziwa na asali. Soma kitabu cha Kutoka sura ya kumi na sita aya thelathini na tano Kumbukumbu la Torati sura ya nane aya pili sura ya ishirini na tisa aya ya tano na kitabu cha Amos sura ya pili aya ya kumi. Simulizo la pili ni la Bwana wetu Yesu Kristo, alikaa jangwani akafunga siku arobaini usiku na mchana akijaribiwa na Ibilisi na Shetani. Soma Injili ya Matayo sura ya 4 aya kwanza hadi ya kumi na moja. Siku arobaini kwetu sisi zina maana gani? Siku arobaini ni siku za kupiga kambi ya kiroho, ni kipindi cha mazoezi na kupiga kwata ya kiroho kwa ajili ya kufisha vilema vyetu, kudhibiti tamaa zetu mbaya kunyoshia nafsi yako kidole na kubaini mapungufu yako, kubaini maovu yako na dhambi zako na kuzungama kwa Mungu ambaye anataka watu wote waokolewe na wapate kujua ukweli. Soma barua kwanza ya Mtume Paulo kwa Timotheo Timotheo sura ya pili aya tatu hadi nne.